Kwa majina naitwa Joseph Sifuna, mzaliwa wa kaunti ya Bungoma, mwananchi mzalendo wa taifa letu la Kenya. Maoni yangu kuhusu eh, mheshimiwa Majimbo Kalasinga na kubishana na mheshimiwa Moses Masika Wetangula kwa chama cha Ford Kenya, hiyo upande wangu ninaona kwamba mheshimiwa Kalasinga yeye abaki kwa nafasi ya ump katika maeneo ya Kabchai maana Kabchai wanampenda, afanyie watu wa Kabchai kazi kama mheshimiwa MP wao. Lakini chama cha Ford Kenya si chama cha malumbano baina ya mtoto na baba. Chama cha Ford Kenya ni chama cha kitaifa, ni nembo ya kitaifa maana inaongozwa na mheshimiwa Moses Masika Wetangula. So mheshimiwa Majimbo Kalasinga, hiyo mimi nakuambia kwamba ukingang'ania kiti ya eti ya kwamba ukingangania kubishano kati yako na e, mheshimiwa Moses spika, Moses Wetangula, hiyo naota mchana. Mimi naye sema huyu nasema kwamba wewe mtu aliyekubeba ukafika mahali ulipo na huyu tu Moses Masika Wetangula. Ushahidi mwingi upo, ulikuwa ukienda na yeye akupigia kampeni kipindi cha kwanza, baada ya mheshimiwa mkwe kuaga, ulikuwa unapiga mpaka magoti kwa matango nasema mtu azishike huyu baba wa Roma baba wa Roma, atanisaidia. Mbona sasa hizi unarudi kugeuka baba yako, ya kwamba unataka kubishana naye kwa bedroom yake? Pea baba yako heshima, ili ikifika wakati yeye akisema kwamba yeye amechoka na kazi, atasema vijana muende katika nini, uwanja mubishania hiyo nyafasi ya wenye kiti wa Ford Kenya. Lakini upande wa chama cha Ford Kenya, mheshimiwa Majimbo Kalasinga, ukitaka kupoteza heshima yako katika watu wakaaji wako wa Kapchai na, na pia wa Kenya na pia wana bungoma kwa ujumla, wewe anza kubishana na Papa wa Roma, utapatikana kwamba wewe unapoteza mwelekeo. Lakini kwa hivi sasa baki kama mheshimiwa mjumbe, fanya kazi vile uko unafanya, bambania shughuli zako za UMP za watoto wasome, fanya shughuli, wachana mambo mengi ya kwanza kutaka kutawala baba yako tena kwa kichwa. Ukienda kwa Ford Kenya kiongozi Majimbo tunakupenda, especially mimi nakupenda zaidi na kuheshimu. Utakuwa unapoteza umaarufu, utajilaumu baadaye. Kwa hivyo ni asante, hayo ndio maoni yangu.